Eh, bado pia kumekuwa na changamoto changamoto kubwa ya watu wengi jui, jinsi ya kutuma maombi wajui, jinsi ya kufanya kuna plea stages au plea um, zile stages za kwanza plea stages tunaziita, ni zile stages za awali kabla hujaanza kutuma maombi ya nini, ya ajira. Sasa kuna watu wengi sana bado wanapata hii changamoto, sio kutuma kwamba wanashindwa wabonyezi wapi kutuma yale maombi ya ajira, hapana. Changamoto kubwa niliogundua ambao na watu wamekuwa wakinifuata inbox wakilalamika, na wengine wengine wao, nachukua maoni kutoka kwa wale watu ambao wanasema kwamba wametafuta ajira muda mrefu hawajapata. Kwa sababu mimi nachukua maoni kwao, ili nifanye niweze kutafuta namna ya kudesign solution au ushauri wa jinsi ya kuwashauri watu. Sasa changamoto kubwa ambao nimeiona ambao watu wamekuwa wakisema imegundua ni... kwamba kwenye swala la kutuma maombi kuna zile stage za kwanza kidogo watu wamekuwa wazikamilishi. Ah, unapoona maombi umeipenda kazi. Japokuwa wanasema kwamba unatakiwa uwahi kutuma maombi na nini, nafasi ni chache, haimaanishi kwamba unatakiwa kutuma maombi bila kuangalia au maombi tu, kila maombi yanatumwa kwenye kwenye tangazo lolote ili mradi tu liwe limeandika kwamba wewe unastahili kufanyaje kuomba. Kabla ya hapo kuna mambo kadhaa ambayo unatakiwa angalia, ili angalau ufanikiwe kuitwa kwenye interview na kumbuka kwamba ukifanikiwa kuitwa kwenye interview kwa asilimia kubwa unakuna uhakika na nini na kupata hiyo ajira sasa. <coughs> Moja kati ya kitu cha kuangalia cha kuwa nacho makini, kwa mfano nimechukua ili tangazo linaloitwa ni la receptionist ambao lilitumwa na alhoteli, ilikuwa ni siku za nyuma kidogo, lakini hili tangazo wenyewe walituma wakasema kwamba wanahitaji receptionist ambaye yeye atakuwa na no I mean hili tangazo litatakiwa litumwe kabla ya tarehe moja mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kitu kikubwa cha kwanza kuangalia kwa, unatakiwa uhakikishe kwanza hizi nini qualification. Kwenye qualification ndo kitu cha kwanza uangalie, je, wanahitaji mtu wa namna gani? Kwamba wakisema high school diploma required, kwa mfano hiyo ya kwanza anasema high school diploma required wakiandika high school diploma required, wanamaanisha kwamba hiyo sifa iliyoandikwa hapo, mtu atakayekuwa na sifa hiyo ya diploma ndiyo anaweza kufanyaje, akatuma hayo maombi. Hapa wameandika further education or certification in office administration or relevant field is preferred, kwa hiyo wanamaanisha kwamba Uh, mtu mwingine pia mwenye elimu ya juu eh, ambaye ana pengine degree administration field anaweza kafanyaje akafanya hayo maombi. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutakachokiangalia kama wameandika labda diploma au high school, kwamba anaweza akatuma hayo maombi. Kitu kikubwa cha wewe kukitizama ni kwamba je, hiyo sifa unayo? Kama unayo, basi sawa, utakuja kwenye upande wa nini. Baada ya kuona hiyo sifa unayo, utakuja kwenye upande wa kuangalia, je wanahitaji experience gani pia kwa mfano kama kwenye hii kazi um, uh, wameandika na nini nini proven work experience as a receptionist front officer representative or similar. Wao wameandika kwamba wanahitaji mtu ambaye ana ana, ana nini, ana experience na hiyo nini? Receptionist au hiyo front officer representative. Hawajaandika muda wa nini? Wa wao Hey. Elimu inakuruhusu, yani kwa mfano hiyo ya kwanza, hiyo si, uh, hiyo qualification ya kwanza ambayo ni high school diploma required, si ndio, na further education or certificate in office administration or relevant field in is preferred Sindiyo? Na mwisho wa siku na experience kidogo naeza. Kitu cha pili, nenda kaangalia hiyo email yako kama inafanya kazi uh, ni kuibonyeza nafikiri tu moja kwa moja unaenda unaiandika kule kwenye upande wa Gmail. Uh, mwisho wa siku, ukishafanya maombi yako ukituma, ukaona ikaenda, na nahakikisha baada ya kutuma unaenda upande wa sent. Yaani nachokimaanisha ni hichi kitu kwamba kama utakuwa umetuma uh, umetuma maombi yako, lazima uhakikishe kwamba unakuja uh, kwenye upande wa imeli yako, kuna hapa pameandikwa sent. Sent hapa ukibonyeza hapa, itakuonyesha kwamba ile message yako uliyotuma imeenda. Kama haikuja, basi ujue message yako haijakwenda. Hakikisha unakuwa unaingia pia mara kwa mara kuja kukagua kama umejibiwa au bado hujajibiwa. Lengo ni kuhakikisha kwamba ile ajira yako unasimamia, na kama kutakuwa na masuala ya kuitwa kwenye interview, basi unakuwa upo updated.